Uh, tangu ianzishwe Uwamda TV uh, e, kuna mmoja muasisi amekuwa na bahati sana, amekuwa mtu wa kwanza kuweza ku, kupaza sauti yake kupita kipaza cha Uwamda TV, na huyu si mwingine ni muasisi uh, atajitambulisha kwa majina yake, lakini pia tutaenda kumhoji kadha kwa kadha kuhusiana na umoja wa wanachama wa Uwamda uh, wanamtitaa waishio Dar es Salaam uh, karibu sana kiongozi, heshima yako. E, nashukuru asante sana, sana kwashi, e, tukufahamu kwa majina e, majina yangu naitwa Roman Pauli Mazengo. Roman Pauli Mazengo ni, ni muasisi na mhamasishaji mkubwa sana wa kuweza kurudisha huu umoja wa Uwamda, umekuwa ukiwepo unapotea, lakini ni mmoja wa waasisi ambao pia ana mchango wake mkubwa sana kurudisha umoja huu. Sasa tupo na maswali e, kadha wa kadha kuhusiana na mustakabali wa umoja wetu wa Uwamda e, cha kwanza e, tunataka kufahamu E, uongozi uliopo sasa e, umewezaji, umefanikiwa kwa kiasi gani kwa maono yako, kurudisha imani na mshikamano na hamasa kwa wanachama? Karibu, asante. Kama ulivyokwisha kusema kwamba kweli ni mmoja wapo wa, waasisi wa ili kundi la Uwamda. Uwamda maana yake ni umoja wa wana Mtitaa unaoishi Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nataka tu niseme kwamba ili kundi mpaka sasa hivi tulikofikia na kupitia kwa viongozi wetu kwa kweli inaendelea vizuri sana, vizuri sana, inaendelea vizuri kwa sababu viongozi wetu bado ni vijana na wanachapa kazi, na ni watu ambao siku miezi huwa lazima watoe taarifa zao tuzisikie kama wanachama, na ni lazima kila mtu apate. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana vijana, endeleni na huo umoja. Eh, mwezi uliopita wakimwalika mgeni rasmi eh, kutoka Mtitaa David Makua Uh, waliweka dira yao mezani wakasema wana mipango hii na hii kuweza kupata uongozi wa miaka miwili. Je, unazungumziaje ile dira yao? Mimi tosha tu kusema kwamba kweli ile dira niliisikia na ni dira nzuri, maono mazuri, mawazo mazuri, na nadhani mpaka mwakani tutakapokuwa tunafunga mwaka huu, nadhani malengo na ya viongozi wetu na malengo ya kikundi cha Uwamda yatakuwa yametimia. Moja ya kitu ambacho ni bora sana, vijana wamekuwa na mwitikio mzuri ni e, uongozi kuamua kutengeneza timu ya mpira e, na kushiriki ligi kubwa ambazo ziko hapa Dar es Salaam. Na wewe ukiwa kama kocha e, e, na kocha mkuu e, unazungumziaje e, fursa hii kwa vijana na kwa manufaa ya wanamtitaa kwa ujumla? Amini, itosha tu kusema kwamba hii kwa vijana wanamtitaa, hii waichukulie ni fursa ya kipekee ni fursa ya kipekee kwa sababu tayari mi najua vijana Mtitaa wengi wako aktivu na wana vipaji vya kucheza mpira mbetu. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba wajitokeze kwa wingi tuje tufanye mazoezi, kwa sababu maana ya mazoezi tutafanya selection ya kuchagua vijana ambao watakuwa wazuri, tayari tutengeneze timu itakayokuwa nzuri, na timu hii itale, italeta itale manufaa mazuri, kwa sababu kama navosema, michezo ni ajira pia, michezo ni afya, lakini michezo ni kufahamiana pia, lakini michezo ni kuitangaza Mtitaa pia wale wenye umri e, wa miaka zaidi ya thelathini e, arobaini kwa sasa wanakufahamu e, kwa kiasi gani? Ni mnoma e, katika masuala mazima ya michezo. Unahisi e, kama timu itafanikiwa kufika kwenye mashindano ya Dondo Cup, unahisi nafasi yako kama kocha e, tutafikia wapi e, kwenye mashindano yale? Aa, mimi napenda tu niseme kwamba tuko kwenye maandalizi ya kutengeneza timu lakini pamoja na kutengeneza timu fokasi yetu au malengo yetu mazuri ni kufanya vizuri katika mashindano yoyote yatakayokuja mbele yetu. Okay, una lipi la kuambia uh, wanamtitaa waishio Dar es Salaam na hawapo kwenye umoja huu uh? Mimi nakuambia kwamba hichi kikundi ni kizuri, na sio tu kikundi ni kizuri, huu umoja wa Uwamda ni umoja wenye malengo pana, maana usichukulie tu kwamba labda tunazungumzia sasa hivi michezo, tunazungumzia pia kuimarisha maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kiuchumi yana nyanja nyingi. Kwa hiyo mimi nawashauri wana mtitaa wenzangu, tujiunge na hili kundi kwa sababu lina malengo mazuri, na ninadhani tutaitangaza Mtitaa vizuri kupitia Uwamda. Asante sana kwa ushirikiano wako. Mimi nashukuru sana ndugu.